Sasa mama alikuwa hapa anahangaika atoke nje, kunyanyuka hawezi, awezi, na alikuwa nguvu zinamuisha. Nyuma yangu ni chumba ambacho alikuwa akiishi marehemu, na kwa mujibu wa mashuhuda ni kwamba tukio hili wameanza kulisikia majira ya saa kumi na moja alfajiri, ambapo marehemu alikuwa akiomba msaada, na wakati tukio hili likiwa linatokea marehemu alikuwa na watoto wake wawili, akiwemo binti pamoja na kijana, na wote wameshuhudia mkasa mzima. Nimilala zangu nashangaa na shangana, mkuta mama anatapika huku damu zinamchurulika. Akaanza kutapika akadondosha vyombo vyote ndani, kukaloana damu tupu, alafu akaanza kulala chini, akaniambia naomba maji ninye, nikampa. Akaanza kunya maji, damu tena zikaanza kumtoka, akaanza kupija makelele Nisaidieni. Mdogo wangu alikuwa amelala ndani. Mama alikwambia nini cha mwisho? Al, aliniita rukae ya njoo nisikuenda, akawambia vile niletee maji, nikamwambia maji yameisha kwenye jaba, akaanza kuna hapo hapo, akaanza kulala chini na kazima kwa mujibu wa mashuhuda ambao wengine ni wapangaji wenzake, ni kwamba marehemu hadi kufika jana jioni alikuwa na afya njema na hakuwa na dalili za kuonyesha kuwa anaugua. Jana tumekaa hapa, yeye na sisi tumekula mapema, yeye kaingia ndani. Tumekaa kaa na sisi, tukaingia ndani kulala huko, tulivyolala saa kumi na moja. Nasikia mtu anasema la ilaha illa Allah la ilaha illa Allah la, la. Eh, na inua shingo, kuna watu msikitini kwa sababu watu wanasali. Nasikia nao watoto wanalia, mimi nikatoka nikasimama pale mlangoni, namwita Mama Rukaia nini. Kasema hamna mama, nenda kalale. Jeshi la polisi mkoa wa Morogoro limebainisha kwamba chanzo cha awali cha kifo hiki kimesababishwa na jaribio la marehemu kutaka kutoa ujauzito aliokuwa nao. Alikuwa katika harakati za kutoa mimba. Kwa mara ya mwisho alionekana akiwa na ujauzito mkubwa tu. Maiti iko hapa kwetu na inasubiri kufanywa uchunguzi kufahamu sababu ya kifo hicho. Mwili wa marehemu umefadhiwa katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Morogoro kwa ajili ya uchunguzi zaidi. Theresia Mwanga, Azam News, Morogoro.